Na shinikizo za upatikanaji haki kufuatia mauaji ya mwanablogo Albert Ojwang zinazidi kumiminika huku seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale akitoa wito wa kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa naibu inspekta mkuu wa polisi. Kando na hayo, spika wa bunge la taifa Moses Wetangula anatahadharisha dhidi ya kuwalimbikizia lawama maafisa wote wa polisi kutokana na yanayojiri wakati wa maandamano. Joseph Wakhungu na taarifa hii kwa kina huku taifa likiendelea kushuhudia shutuma dhidi ya maafisa wa ilim polisi na jinsi wanavyowadhulumu washukiwa na waandamanaji, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amejitokeza kuwatetea maafisa hao. Akizungumza huko Kijauri katika kaunti ndogo ya Borabu, Wetangula alisisitiza kwamba huku maafisa kadhaa wakishutumiwa kwa kwenda kinyume cha kanuni za maadili ya utumishi na katiba, maafisa wengine wa polisi huwajibika, hutii sheria na kujitolea kwa hudumia wa Kenya Insurance nasema hii yetu, hata mapolisi wetu. Wetangula alikashifu uharibifu wa mali na biashara wakati wa maandamano ya hivi majuzi, akitoa wito wa utawala wa sheria. Kauli zake zilisisitizwa lis na viongozi wa UDA walishutumu mrango wa upinzani ukiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa njama za kusababisha ghasia. Sababu tumepata habari huyo mkabila huyo huyo mwenye uchochezi mwenye chuki mwenye siasa ya vita na umwagikaji wa damu ameanza kupanga tena, vila watapanga na hawa wabunge Nairobi atiwakuja wasome bunge tena wapore mali ya umma. Tunataka tuwaambie Inspector General wa polisi, there is nobody who is above the law. Anajita mlima ashindwe, mkafila mkubwa na ile tembea tembea akiolela ashindwe. Kwingineko, seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale anatoa wito wa haki kupatikana katika mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang. Akizungumza huko Malinya katika eneo bunge la Ikolomani, kaunti ya Kakamega, Kalwale alitaka naibu inspekta mkuu na wa polisi Eliud Lagat kuwajibika na kuchukuliwa hatua za kisheria, kutokana na ile kujiondoa ya deputy inspector of police. That is not enough. Joseph Wahungu, Darubini.